Wakurugenzi wa, wa tendaji kwenye majiji manispaa, halmashauri za wilaya na miji, nenda mwhakikisha kwa shughuli hizi katika halmashauri zenu zina kuwepo na afisa anayeshughulikia maeneo hayo ya utamaduni sanaa na michezo, anasikilizwa <laughs> <laughs> ipo ya afisa utamaduni avaa kzuga za mkurugenzi vikao vingi hataona vikao ilimradi tu namwat. Iko tabia ya wakurugenzi afisa utamaduni afisa michezo kuja kusema jambo kuhusu michezo, anaonekana anaonekana mcheza cheza. Hii mkurugenzi, nenda mwasikiliza maafisa utamaduni, wasikilizeni maafisa sanaa, wasikilizeni maafisa michezo

kwa upande wenu wa wa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo, kila mmoja nenda sasa kwa uhuru kabisa, kifua mbele, kwa wakurugenzi wenu elezeni mpango kazi wenu. Niwasihi, ongezeni ubunifu kwenye maeneo yetu. Unaweza kuna kwenye halmashauri, hakuna shughuli hata moja inayofanya na wananchi. Na wewe huko, hapana, siwe wewe. kwamba so uh -huh. Kama kila mmoja anaongeza majukumu yake, ukiongeza ubunifu na utakuwa mtenda kazi unayetaka kuona matokeo ya kazi unayoifanya kwenye eneo hili, tutapata mafanikio makubwa. Wizara kupitia baraza la sanaa la taifa limefanikiwa kuunganisha mfumo wa ETIS, management information system yaani AMIS na mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya serikali za mitaa TAUSI, lakini pia na mfumo wa ununuzi mfumo wa TRA na mfumo wa nina ili kuwafikia wadau wote wa sanaa wanaotakiwa kulipa tozo za serikali. Unganishaji wa mfumo hii utaliwezesha baraza la sanaa la taifa BASATA kuongeza ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mkuu, mafanikio mengine ni kuanzishwa kwa mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania, yani Tanzania Arts and Cultural Fund, TAKAF kwa lengo la kuinua ubora wa sanaa ili ziweze kujiendesha kibiashara kutegemeza ajira na kuchangia katika pato la taifa. Mfuko unahudumiwa maeneo matano ambayo sana ni sanaa na maonyesho, sanaa za, sanaa za maonyesho, sanaa za ufundi, filamu, mziki, na lugha na fasihi. Mpaka sasa mfuko umefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni tano 5 na milioni mia mbili, ikiwemo mikopo ya vifaa uendeshaji mikopo ya dharura na mikopo ya uwezeshaji wa, wa mikataba kwa sabuni za kazi za sanaa na utamaduni. Mikopo hiyo inatolewa na mfuko kwa kushirikiana na taasisi za fedha ambazo ni benki ya CRDB na NBC. Aidha, wizara imekamilisha andiko la ushirikiano baina ya Tanzania na Benki ya Dunia ili pamoja na maeneo mengine serikali kujenga vituo vya sanaa na utamaduni katika ngazi ya mikoa kupitia country partnership framework ya mwaka 2025 2029. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake kubwa za kubadilisha Zanzibar kitaifa na kimataifa katika anga hizi za utamaduni na michezo, na mfano hai, Mheshimiwa wa waziri mkuu, umeuona mwenyewe pale maeneo ya Maisara Amani Complex Mauzedong lakini pia katika ngazi ya mikoa na wilaya tayari tumeshaweza kuanza ujenzi wa viwanja vya michezo vya wilaya na mikoa, na ndani ya mwaka huu wa fedha unaoishia viwanja hivyo vitakuwa vimekamilika. Tunamshukuru sana mheshimiwa Daktari Mwinyi, na yeye pia tunamwambia Mtanzania, hii ni hatua kubwa, na nini mtarajie? Mtarajie kwamba kutakuwa kuna utekelezaji mzuri wenye mafanikio makubwa wa shughuli hizi za utamaduni, sanaa na michezo. Na sisi kama wasimamizi wa utekelezaji wa majukumu hayo, mazingira yetu ya kufanya kazi yatakuwa yameboreka. Kwa hiyo tuwe na hakika kwamba kutakuwa na ajira zaidi katika sekta ya sanaa na ubunifu, lakini vipaji vitauduliwa na kuboreshwa zaidi katika sekta ya michezo.